Najua shida hawa hawa Wachina mkiwachekea na mkiwalea hizi barabara zetu tunaziacha hivi, na hawa wamekisha tufahamu sisi weusi tunapenda corruption, ukipigapiga mikelele hapa corruption, na ndio maana barabara hizi hazitembei. Hawa hapa wamesha kufahamu kwamba tunapenda watu, tunapenda corruption, na ndio maana hizi barabara, mchango wa kwanza ni sisi wenyewe viongozi hao kisha tufahamu, hawa hawatekelezi hawa kila ambacho kinastahili. Anayekuja kuumia ni mtanzania wa kawaida, na mimi na wewe tunabaki kwenye foleni kwa sababu ya hawa jamaa. Sasa, I want to hear them, I mean I want to hear from them, hiyo commitment level ikoje? Sababu kwa sababu tunaweza kwa kufanya mambo ya kijinga kila siku, tunakuja kwa ajili ya barabara hizi hizi. Nataka kumsikia maelezo wewe mwenyewe, nataka kumsikia. What is the problem so far?